Kama wewe ni mfuatiliaji wa podcast za duka huru, leo ni kitu cha tofauti kabisa tunakileta, tunataka tufanye live podcast. Live podcast hii itakuwa inaruka kupitia channel zetu zote, Instagram, TikTok, YouTube na platform zetu zingine zote, lakini kwa sababu ni pilot, bado tunaanza kurusha kwenye Instagram, tunafanya live kwenye Instagram kwanza kisha baadaye tutaendelea kwenye TikTok, YouTube, LinkedIn na mitandao mingine. Tutakuwa tunafanya live kote kwa wakati mmoja na tutakuwa tuna random topics ili nawe ushiriki ambaye uko katika hii live... uko katika hii live, yes. Tutakuwa na ushiriki kwa maswali, maoni na nini kwenye hii live tu ili tupate kujibiana maswali, kusaidiana na kila kitu But pia unaruhusiwa na wewe kushiriki kuchangia mada tunachangia, yani, yeah. Mada, kwa sababu ni random topic, mimi natamani niongee kitu kimoja kuhusu appreciation. Appreciation, sisi Watanzania huwa tunaga appreciation, nilikuwa so kabisa, so. kabisa. E, naangalia video za Chidi Benz uzito mashuhuri <laughs> toka taami ya msoto, so this guy. Sasa mbona apewi respect na otakiwa? Nikamkumbuka mzee Magufuli marehemu alisemaga hivi, ile unatatizo ya nchi yetu hmm. Nchi yetu unaweza ukafanya kitu kikubwa kiasi gani, lakini still, watu wasiku appreciate, mm -hmm, watu wasikupe nafasi yeye mwenyewe anasema alivumbua sijui nini kitu University of Dar es Salaam pale mm. Akaomba tu recognition wamemnyima, na mpaka leo library wana vile vitu waliovumbua. Sasa hii appreciation nafanya watu wengi talents zinakufa watu wenye mm. morali inaondoka, watu wenye uthubutu kwa sababu ya kutokuappreciatiwa mm. na pia hii appreciation inakuja vipi, inakatisha sana tamaa, yeah. Unakuta labda wasanii au celebrities mm. wana michezo wanajistaafisha mapema, yeah. Kwa sababu tu walipo wanaona hawakupewa thamani yoyote, wanapokwenda hawaioni thamani yao, mwisho wa siku anaacha hiyo kitu anachokifanya, yeah. na kurudi nyuma kwa sababu ana siwezi kuendelea nacho kwa sababu hakina tija yoyote dhidi yangu mm, mm, mm. Najua hivi unafahamu kama ilikuwa masuala ya wasanii mm, yeah. Ilisikia vuguvugu -vugu za hapo nyuma kidogo mm, ilikuwa wenyewe wajitengenezee mm, nidhamu ama wa heshima zao kwa vile mm, vitu walivyovifanya katika engo mbalimbali mm, lakini ile ilikuwa inazungumzwa sana nimeona pia wanaharakati wengine wa kimziki yeah. Uh, kama wakina yeah. Sugu wengine kina Mwana FA yeah, mm. walijaribu yeah. mm. katika kukileta kitu kinachofanana na hicho mm. lakini ujua Tanzania Watanzania wanakuwaga, wana sijui nitumieli neno ni kali ni wanafiki sana, kwa sababu kuna msanii anaweza kaja kama amefanya vizuri tu Uh, lakini wale audience wake wakatoka mbele ya mitandao wakasema, ah, msanii fulani atengenezewe sanamu lake. msanii mm, fulani mm, kafanya mm, vitu hivi na hivi. Ujue hapa watatengeneza makundi, wale watatakiwa newe huyo nini huyo mm, umeona kitu chochote sio, kafanya nini mm, kwa unakuta hata wadau ambao wanataka kukifanya hicho kitu cha kuwajengea heshima waliopita mm, naona kama wanakuwa wana uzito kwa sababu mm, ya makundi yaliyotengenezwa ambayo mm, hayo makundi mm, ndio wanaopelekea hizo baadhi ya hizo tasnia hizo mm, zinaenda kushuka moja kwa moja. kwa mfano Marehemu Stephen Kanumba mm, alishaye kufanya vitu vikubwa sana, sana, lakini mpaka leo sidhani kama kuna eh, kitu chochote kilichowekwa dhidi yake ambacho vizazi vya nyuma vitakuja vitasema umeona pale kile? Ngoja nikupigie True story ya Marehemu Kanumba. Shout out mm -hmm. kwa familia Kanumba, ndugu, rafiki wote. Wakati niko Star Times, Kanumba alikuwa ni balozi wa Star Times. Mm -hmm. Sasa, siku moja akaja Arusha kwa sababu ilikuwa tuna launch new product na new branch. You know me introduce mm -hmm. international collaboration kwenye film. Yeah.

Mwingine alifanya ni Mr. Nice. Yeah, Alenda International. Prof Jize, Alenda International. Yeah. AY. AY International. Lakini appreciation ni ndogo kwa nchi yetu, yani. Mfano, mfano kuna tamasha wa kuendesha matamasha ya muziki makubwa makubwa. Mm, walileta msanii mm, ama ilikuwa ni Lil Kim ule kama si eh, kama yeah. Sikosei akapanda eh. Aka, aka Juma Nature, yeah, okay. Kiroboto mwenyewe yeah. Kiroboto alivyopanda sababu Kiroboto wakati huo naye alikuwa so mchezo, anapopanda katika nani alikuwa ni mtu ambaye da, acha tu nimeweza kumpa <laughs> a, a, a, appreciate kubwa sana alimu appreciate yule, kuona ni kwa jinsi gani na kwa namna gani mm. kumbe bado kuna mm. baadhi ya nchi hasa Afrika mm. nao zina watu wao, atakapoweza kusimama anaweza kasimamisha jiji mm. zima, alafu na watu bado ikawa natika mwanzo mpaka mwisho, alimkubali sana. Lakini ukiona watu pia kama wakina nature mm, pia sijaona hata sehemu alipo uh, kubaliwa kwa kiwango kile kikubwa kama vitu alivyovifanya katika mziki wetu wa Bongo Flava mm, hakuna pia kuna kwa... mtu kama Dully Sykes mwenye anajiambia najiambia ndio mwasisi wa Bongo Flava, lakini bado hatuoni mwasisi wa Bongo Flava alifika kipindi, uh, katika masuala ya tuzo tuzo, mwasisi wa Bongo Flava hajawahi kula tuzo hata siku moja ya uasisi <laughs> <laughs> so ya uasisi tu, hata katika ule mziki ambao wao watu wow, mapambano waliyafanya, mapambano waliyafanya na ule mziki wenyewe. Kuna kitu nikwambie hivi, unajua kwenye ile nyimbo ya nani? <laughs> <laughs> Ndo mm. Nisome comment hapa, ni nani ana mm. anamjua ule kijana kwenye ile nyimbo? Niambia kwenye comment hapo, afu nione, nitasoma. Naona hapa mm. yeah, eti ni wewe jamani. <laughs> yes. Good. Constantina ni sisi tunachotaka ni, ni tuongee tu, jamii ipate umu, mwamko kwamba we need to appreciate. Kuna watu wanafanya vitu hatu appreciate, tunawaumiza moyo na wengine ambao wanakuja kutaka kufanya kitu kwa manufaa ya watu wengi. Wewe sasa hivi mfano tuseme mfano labda Samata Design unaweza kuna ubunifu umeufanya lakini kwa sababu uapreciatiwi hauendelezi ubunifu mwingine unafanya yeah. For you. unakuta, kila mtu anasakia tumbo lake, kila mtu anatafutia tumbo lake mm. Kwa sababu anaona hata nikifanya jamii yenyewe hata I I I I support I support I respect I respect yeah. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanakata tamaa. Mimi nimekutana na wajasiriamali wengi, brands nyingi wananiambia vitu vingi nimefanya mimi idea fulani nilifanya mimi kwa nini? Ah, nchi yenyewe nchi gani? ile inakatisha tamaa watu wengi wanakuta watu badala ya, ku, ya, ku, ya kuendelea kuwa wavumbuzi for the sake mm. of our country wao wanafanya nini ah, haisaidii kitu Deo. sasa sisi tunasema ili jamii isikie ione mm. na we unayetazama kipindi unajua kusema we need to appreciate other people yes mimi mfano mpaka sasa hivi nakwambia ukweli unamjua Chris Outfit? Chris Outfit. Eh, She by Helen eh, wanaitwa nani yule mwingine uh, Robbie One Fashion, Freddy Vunja Bay, Frank Nose, usiende kari yako original, usiende kari yako mm. Wale nimewakuta kwenye game, alafu walikuwa na grind big time, alafu hata hamna mtu anaweza kuwaeleza kitu, wako very, very serious kwenye game, lakini sasa hivi kuna watu wamekuja wengine. Hawa atu, atuonyeshi kwamba hawa walikuwa ani ni kama vile form 1 wameanza ah mm. Kitu Mm. We need to show some respect kwa watu ili sisi pia tupewe respect. Something like this. You don't respect others, no one respects you back. Kwa hiyo if you want to be respected, you need to show respect kwa ajili ya watu wengine. For that ndio maana tunachokizungumza, jamani, lakini pia usijali kama uko online, unachosikiliza live sasa hivi, endelea na kuuliza swali hapo, tupige story. Mada ya leo ni randomly na wewe unaruhusiwa kuingiza mada. Uliza swali na nini, tunaendelea kupiga stori Samsoni, kuna yeah. yeah. Katika... mtu kasema pa mm. talk, anasema kiburi na majivuno mm, kutokujiamini, kuchukulia mambo ya kawaida, malezi ya utamaduni, wivu na husuda, kutokujua umuhimu, kuzingatia mapungufu pekee. Ikawazungumza yes. Watanzania <laughs> kwa vipengele: wivu <laughs> majivuno kuzingatia mapungufu pekee pasipo kuangalia na kile yeah. faida ama mchango ule mtu fulani. Kwa mfano tukimwangalia Samagoli eh. yeah. unajua Samata ni, ni katika wachezaji ambao waliotubeba sisi hasa wa Tanzania mara ya kwanza na anapiga na, na, na, na, na, na, anapiga UEFA atupia Hey, anatupiga anatupia hey, yani kila Mtanzania sasa sasa hivi anatakiwa kwanza, ili tumu, tumuone ana viwango vikubwa na amefika hatua ya mbali mm -hmm, anatakiwa avunje rekodi ya Mbwana Samatta yeah, kama tunavyoona wachezaji wengine tunamuona mm -hmm, Ronaldo tunamuona Messi mm -hmm, wanashindana katika ubora wao kwa uvunjaji wa rekodi yeah, lakini kila mmoja ana nani wake na kila mmoja na uzuri wake mm. Lakini rekodi zao mm. Ndo zinazoleta sasa tuone sisi kuweza kuwatofautisha kwa, kama sasa hivi anasubiriwa Cristiano Ronaldo nae kuchukua kombe la dunia mm. Ili aweze kujikamilisha katika uzuri zaidi yeah. Lakini sisi Wabongo tumeshindwa kumrespect Mbwana Ali Samata. Tuna, amesema hapa ndo anasema uwivu ku, na husuda yeah. kutokujua umuhimu kuchukulia mambo kawaida kiburi na majivuno. Sasa hii anasema kuchukulia mambo kawaida, ni kwamba tunaona ni kawaida Mbwana Samata. Hey, tunaona kuchukua nafasi ya striker kucheza Anfield yeah. ulichezea... pale Anfield? Hey, Anfield, ligi kubwa duniani na kafunga kasko. lakini ujumbe alipata heshima kubwa, alitengenezewa mpaka nyimbo akiingia. hmm. hmm. so you can't know for sure, like huyu mtu ananipenda a anapenda hii huu maarufu wangu. number 1, number 2, loneliness ile inawachapaga, wanaanza kuvuta unga madawa kulevya, mm. Wanavuta sijui nini na nini kuta wamekaa ndani wamesizi, sio kwamba anataka ile lifestyle mpweke wale mm. alisema mm. Hivi nikiwa stejini mimi ni kila kitu, lakini nikishuka i'm nothing. Ndio hicho maana yake. Kwa hiyo there is this by the way, um, Samson pia tuna tusiosea fanya biashara pia fanya biashara pia wamefanya mabadiliko makubwa sana. Sana, sana, e, kama sana. Yule kabisa. Mabadiliko makubwa sana. We need to remember these people katika mabadiliko yao, yeah. Unajua hata pia kuna watu kama uh, uh, watu wa Kariakoo wa Mawinga. Mawinga ju sasa hivi pia nao anafanya vitu vikubwa sana. Kuna mtu kasema the most important things to learn in order to succeed in Tanzania nowadays you must have a mindset that they will always ignore you until they need you, because when they need you ijamalizika. Mm -hmm. Sentensi yako lakini, anataka kumaanisha kwamba sasa hivi kwa Tanzania mm -hmm. Ipe, jitengeneze uwezo, jitengeneze nguvu mpaka wakuhitaji yeah, wakikuhitaji yeah. Waki, ndo unapata nafasi yale posts, ndo unaweza ukawa una dictate terms. Yes, thank you very much, love underscore talk tz, thank you wote kwa maoni na kadhalika. Uh, watakupa heshima unayostahili. Yes, when they need you watakupa heshima unayostahili. Yes, yes, yes, thank you, tunashukuru sana kwa ushiriki wenu, tunashukuru sana kwa kwa pamoja na sisi hapa. This is how the session will be and is going to be this way every Friday. Tuna stream hapa tuna stream TikTok, tuna stream kwenye YouTube. So, karibu sana kuendelea kuwa ka yeah. na sisi leo tumefanya kama ka pilot ka opening, ili nanyi mpate idea, uh, what will be going on. And, um, labda unachokuongeza Samsoni, cha kusema uh, cha kuongeza tu hapo. Hii itakuwepo ni live mm. kama ni live basi, wewe pia tunaamini wewe pia upo live na sisi, kwa hiyo unaweza yeah, ukashare chochote kile. Uh, sisi tupo hapa katika kusikiliza na pia katika mada ambazo tutakuwa tukiziendesha hapa mbalimbali, ndio tunaamini wewe pia ni mmoja hapo katika hii session yetu live. tunashare kupitia komenti yako tunasoma, yeah na pia tunaendelea kupiga stori mbalimbali. Maoni yako hataweza kupuuzwa kwa sababu pia utakuwa ni miongoni mwa hii podcast.